Kunasikiliza kunasikilizania ya amka na Baraka1 TV ikiwa tarehe kumi na tatu za mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na sita majirani saa kumi na mbili asubuhi saa za Afrika kati, ikiwa saa moja majira Afrika mashariki. Na mimi ni Rajab wakilika bonga Ilikuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like, pia subscribe baraka one TV. Tuko pia Facebook, pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Uvira: wazalendo waziji kusonga mbele kuelekea ndani ya jiji la Uvira, licha ya Rwanda kuongeza vikosi Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC na wazalendo wazidi kuimarisha na kuonyesha uwezo mkubwa kwenye uwanja wa mapigano. Kigali, Kagame aikemea Ubeljiji kuwa chanzo cha vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uvira na Fizi, shambulio la M23 lashindwa huku makumi ya makahoko wakipoteza maisha kwenye uwanja wa mapigano. Na kumbuka pia kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na baadhi ya matukio yote ambayo yako nazidi kurindima mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na pia usisahau kwamba Operation Saidia Muzalendo bado iko naendelea na kama hujaungana na, na operation hii tafadhali tumia namba ambazo kunaziona kwa screen yako, ili moja kwa moja uweze kuendelea kuwasiliana na Baraka1 TV. Na tuanze moja kwa moja na taarifa hizi kutoka jijini Uvira, ambapo wazalendo wazidi kusonga mbele kuelekea ndani ya jiji la Uvira kutokana na mapigano ambayo yako wanazidi kuendelea ndani ya jimbo la Kivu ya kusini, zaidi sana kusini mwa jiji la Uvira ambako majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo FRDC wakishirikiana na sambamba na wazalendo wanazidi kusonga mbele kuelekea ndani ya jiji la Uvira. Milima ya Katongo, Kigongo, Kopela kwa sasa yote iko chini ya udhibiti wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC na wazalendo, huku siku hii ya leo ya tarehe kumi na tatu majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameanza kusafisha maeneo ya Katongo pamoja na Kigongo, huku mbioni kuelekea katikati mwa jiji la Uvira. E, Ovira kama kwa nenda ngamba bubembe sio, kulikuwa afro Katongo, Kigongo, Kashombe sio, kulikuwa afro hivi sasa. Kwa sasa ibadisogea wanakuwa hapa mpaka Kopela hapa, na Mungu kama akisaidia, bakijikaza, Mungu akipenda, baanaweza fika hata Ruzozi. Ndio hivyo, ndio hivyo. Kopela, Kopela ya ya kavimba ngambo ya Kigongo huko, ndio kwenye nani huko baadaye zana dikuika trailer mpaka hivi licha ya majeshi ya Rwanda na M23 kuzidi kuongeza vikosi, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo wanazidi kuonyesha umahiri mkubwa kwenye uwanja wa mapigano. Mamia ya magaidi wa M23 wanazidi kupoteza maisha kwenye uwanja wa mapigano. Vikosi vinazidi kuongezeka kutoka Rwanda pamoja na Uganda na nchi mbali mbalimbali ambao ni washirika wa, wa M23 kwa upande wa wazalendo, wao wana kauli gani kuhusiana na ujio wa vikosi vya M23? Au hapa wazalendo kutoka kwenye uwanja wa mapigano, tunaambia ndugu yangu wa Kongomani, bade viiko naendelea kutumika. Na adui adui kina mwanzo, wanasemaka kina mwanzo na kina mwisho, anaweza kuwa na nguvu na nguvu, mwisho wa siku inaisha Kipigo kinaendelea, kipigo kinaendelea. Hata aende huko, aende huko anapigwa, tunampiga. Du mkue, mnaendelea kutupacha, tuma information, mwendelee kutuambia kwenye wanaji renforcer kwenye wanadeployer basoda. Ndo bien, ndo kile tuko tunatafuta. Baendelee kufanya, baongeze renfort, mwambie Kagame aongeze renfort, inaisha

na mwisho wa siku vyetinami kiisha bataua ti na nani na debande debande anakufa na aktera anakuwa na victare, ndo fdc ndio akter. Tuko imara tuko ngangari, tuwambie ya kwamba tushtuke kitu wazalendo, tuko imara tuko ngangari. Munapigwa mnapata kichapo kibaya, mwendelee kukuya na mwendelee kukamata mweye, tusasema kama mko na resi mzalendo, mkamata image mpublie. Kama msha kuwa hata mzalendo hata umoe, wala mnapigwa na mnashindwa hata kuwa hata umoe, mnapigwa mnashindwa hata kuresika hata mzalendo, hata blesse hata umoe, mnakosa, mnikuwa mnaona vita ya wa mventua, wakitupiga, wakitupatiwa na blesse, wala wakitukamata mbana publie. Mnaona balikamata bazalendo

awaba mautawakamata mafutonam na, na baada ya kusikiza taarifa hizo kutoka jijini Uvira, moja kwa moja tujielekeze Kigali ambako Rais wa Rwanda Kagame aikemea Ubelgiji kuwa ndio chanzo cha vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akiwahutubia wananchi ndani ya nchi ya rwanda jijini Kigali, rais wa nchi hiyo bwana Paul Kagame ameweza kuikemea Ubeljiji kwa mara nyingine na kuinyooshea kidole kuwa chanzo cha vita mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo ni Ubeljiji. Tofauti na hapo pia, Ubeljiji imeweza kuhusika kuweza kutengeneza chuki ya ukabila nchini Rwanda iliyosababisha mamia ya Wanyarwanda kupigana wao kwa wao na kusababisha mauaji ya kimbari. Baadhi ya matatizo tuliyoyapata ni kuwa chini ya ukoloni wa nchi ndogo kama Rwanda akakata nchi yetu vipande ili tuwe nchi ndogo kama wao. Ubelgiji iliua Rwanda na kwa zaidi ya miaka thelathini bado inazidi kuponda walionusulika na historia yake mbaya. Tuliwaonya tangu zamani na tunawaonya tena. Abanyarwanda siyo Rwanda iliyowapeleka Kisoro Uganda, siyo Rwanda iliyowapeleka Masisi, Ruchuro na kwingineko. Kama unataka kuwatimua, wafukuze na ardhi yao, vinginevyo usipowapa haki yao wataipigania ya wenyewe. Kutokana na hali ya utovu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rais wa Rwanda Bwana Paul Kagame alipokuwa nje ya mipaka ya Afrika aliweza kuzungumzia tatizo la Kongo. Sio M23 wala tatizo la Kongo sio uwepo wa Rais Felix Antoine Tshisekedi Kilumbo, lakini tatizo la vita ya Kongo ni kitendo cha Ubelgiji kuweza kugawa mipaka ya nchi vibaya, huku wakichukua sehemu kubwa ya Rwanda wakigawagawa, moja akielekea kusini mashariki mwa nchi ya Uganda na nyingine pia ikielekea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa maana hiyo, vita ya sasa ya Kongo wala hata haihusiani na uwepo wa madarakani kwa bwana Felix wala uwepo wa M23. Mengine zaidi, huyu hapa Rais wa Rwanda Bwana Paul Kagame Kongo, Le problem du, du Congo. Of, uh, Le problem de la region.

Na si... huku <muchin> na nazidi kufuata matangazo yetu, Amka na Baraka One TV, ikiwa ni tarehe kumi na tatu za mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na sita. Na mimi ni ndugu yako Rajab Wakili Kabwanga na kurushia haya matangazo pia. Unafuata matangazo yetu kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA Central, pamoja na east Africa na wale wote ambao kwa maeneo ya Afrika ya Kusini, Jidi Kizenga, Tembele King Sele, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto Biondo, Kilambamawe, Mzee wa state ya Mene Kashosi kutoka Australia, Australia da Feza, da Leticia daasha da arwe akisi kandeke ya simu Baguma Samuel Kizabe wakiwa wanasikiliza Baraka1 TV asokolo ayamba asani e Ramadhan nam. Baada ya taarifa hizo kutoka huko Kigali, turudi jimboni Kivu ya kusini ndani ya Fizi pamoja na Uvira shambulio la M23 lashindwa, huku mamia wa makahoko wakipoteza maisha kwenye uwanja wa mapigano. Hiyo tarehe kumi na moja kuelekea tarehe kumi na mbili za mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na sita muungano wa M23 unawasiliana na RDF ya Rwanda pamoja na Twigwaneho huko ikiwepo na Redi Tabara waliweza kujaribu kushambulia vikosi vya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kushukia tarafani Fizi, ambako jaribio hilo la Jumapili kwenye milima ya nyanja ya juu ya Uvira pamoja na Fizi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaliweza kupigwa na kusababisha mamia ya magaidi kuweza kupoteza maisha, kutokana na vyanzo vya kijeshi vya vikosi vya thelathini na tatu ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameweza kutuma mamia ya wanajeshi kwenye milima ya nyanja ya juu ya Uvira, Fizi pamoja na Mwenga ikiwemo pia na Itombwe, zaidi sana maeneo ya point zero ndani ya kijiji cha Nyambunguma ambako kuliweza kutokea shambulio la muungano wa jeshi la Rwanda RDF M23, Kongo pamoja na Twigwaneho. Kutokana na umahiri wa vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo, waliweza kupata taarifa hizo na hivyo kuweza kuandaa ambushi za kutosha, anasema Captain Sylvain Bijanu ambaye ni msemaji wa vikosi vya 33 vya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Adui alijaribu kuweza kutupiga kwa kushtukiza, na hivyo tulikuwa tayari tumekwisha kupata taarifa za kutosha, na vikosi vyetu vilikuwa tayari na vilikuwa chonjo pia. Tulifanikiwa kuweza kuwapiga vibaya magaidi hawa M23, huku mamia wakipoteza maisha na silaha nyingi pia zikikamatwa kutoka kwa upande wa adui, anasema msemaji wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kikosi cha 33 cha FARDC. M23 walijaribu kuweza kupitia maeneo ya Minembwe eh? Ili kuweza kuvamia maeneo ya Point Zero waweze kushuka na kuweza kuvamia tarafa la Fizi, ndani ya sekta, ndani ya makao makuu ya Fizi, baadaye kushuka mpaka jijini Baraka, lakini shambulio hilo liliweza kuzuiwa na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ukiachana na tarafani Fizi, maeneo ya Nyangezi upande wa Nyangezi, maandamano ya raia yaliweza kufanyika kupinga uwepo wa magaidi wa M23, huku wakitaka vikosi hivyo vya RDF kuweza kuondoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. <tiposilio>

nando presida katikiaa uchandu nakamadetiilaioresidaaakasema na hivi sasa tutapokea wakaazi wa hapa kwetu, tutawapokea, tusikie wanaweza kutuambia nini.

nda vanu vachierev na huo ndo mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Mengine tukutanane majira ya saa sita, saa tisa pamoja na saa kumi na mbili, na mimi ni ndugu yako Rajab Akili Kabonga.